Kazi yetu sisi ni kukuletea habari, matukio na simulizi pale tu zinapotokea. Tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe ili usipitwe na taarifa zetu. Mseto Media together everywhere. Nchini Tanzania hivi sasa, suala linalofuatiliwa zaidi ni swala la serikali kutangaza kununua umeme kutoka nje ya nchi si jambo la ajabu na nchi na nchi kununua au kuuziana umeme si jambo la ajabu kabisa, ambapo serikali ya Tanzania inaongozwa na, na Rais Samia Suluhu Hassan kupitia katibu wa Wizara ya Nishati mhandisi Felchesmi Mramba ameeleza kwa kina kuhusu mpango wa Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia akisisitiza kuwa hili si jambo geni wala jipya. Akizungumza Jumatatu Machi 10, 2025 Mhandisi Mramba alisema Tanzania tayari inanua umeme kutoka nchi jirani ikiwamo Zambia kwa mkoa wa Rukwa, Uganda kwa mkoa wa Kagera na Kenya kwa eneo la Horohoro, wilaya ya Mkinga, mkoani Tanga. Kwa mujibu wa mhandisi Mramba, mpango wa kununua umeme kutoka Ethiopia unafuata utaratibu wa kimataifa wa usambazaji wa umeme kati ya nchi mbalimbali mbali. Amefafanua kwa kueleza kuwa Tanzania haitachukua umeme huo moja kwa moja kutoka Ethiopia hadi nchini bali utapitia Kenya. Amesema Ethiopia itaingiza megawati mia kwenye gridi ya taifa ya Kenya, lakini umeme huo utakuwa mali ya Tanzania. Mita maalum zitawekwa mpakani mwa Ethiopia na Kenya kurekodi kiwango cha umeme kinachoingia. Baadaye umeme huo utapita kwenye mfumo wa Kenya hadi kufika Namanga, ambapo utapokelewa Tanzania na Kenya, na kuwekwa mita nyingine ambayo itapima megawati mia zinazotakiwa kuingia Tanzania, alisema mwandishi Mramba. Mwandishi Mramba amesisitiza kuwa hakuna upotevu wa umeme katika mchakato huo, kwani umeme unaochukuliwa na manga utaingia moja kwa moja kwenye mfumo wa Tanzania na kusambazwa kanda ya kaskazini. Ameeleza kuwa Tanzania itanunua umeme kutoka Ethiopia kwa gharama senti saba za dola za Kimarekani kwa kila yuniti ya umeme. Hata hivyo, kwa kuwa umeme huo unapita Kenya, Tanzania italipa ada ndogo ya kupitisha umeme huo kwenye mfumo wa Kenya inayojulikana kitaalamu kama wheeling charge. Ada hiyo ni senti 0.07 ya dola kwa kila unit, hivyo kufanya gharama ya jumla kwa senti saba pointi saba za dola za Kimarekani kwa kila unit ya umeme. Kwa ufafanuzi huu mwandishi Mramba ameweka wazi kuwa kununua umeme kutoka Ethiopia ni utaratibu wa kawaida unaotumika duniani kote, na si jambo jipya kwa Tanzania, na hili serikali imetangaza ikidai kwamba umeme kutoka Ethiopia kwenda Arusha ni gharama nafuu kuliko kutoa umeme Dar es Salaam kwenda Arusha. Sasa kufuatia hayo, wadau mbalimbali walijitokeza na kuongelea swala hilo akiwemo kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Zito Zuberi Kabwe, ambapo Zito Kabwe kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X ameandika, nimeona mjadala mkali kuhusu Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia. Bahati mbaya, mjadala umejikita kwenye umbali distance. Ni muhimu kuelewa biashara katika sekta ndogo ya umeme. Kwenye biashara ya umeme cross border power trading, ukinunua umeme kutoka nchi A, umeme huo hausafirishi mpaka nchi B. Umeme unaowekwa pamoja power pool, kisha nchi zina trade kati ya surplus countries na deficit countries. Mfano, Tanzania ikinunua megawati mia kutoka Ethiopia, Ethiopia inaweka umeme huo kwenye gridi ya Kenya, na Kenya inaipa Tanzania wati mia na zote katika kituo cha nguvu ya umeme kilichopo mpakani. Kwa maana hiyo, Tanzania inapokea watu mia na manga mkoa wa Arusha. Tanzania haichukui watu mia nchini Ethiopia kwenye chanzo na kusafirisha mzigo kama gunia la viazi kwenye lori la hasha. Tanzania inachukua mzigo wake mpakani mwa nchi jirani. Ni kama wanapotuma kwa mpesa. Pesa zile hazitembei kutoka kwa wakala mmoja kwenda mwingine, unachukua kutoka floti ya ukala anayekupa umeme. Ni hivyo hivyo, Tanzania hiyo hiyo ikizalisha umeme Rufiji, inosafirisha mpaka Arusha kwa sababu ni grid moja. Transmission loss ya kutoka Rufiji mpaka Arusha yaweza kufika 15 mpaka 20 asilimia, ilihali hakuna significant transmission loss. Kutoka na Namanga kwa sababu umeme unaingia kwenye matumizi moja kwa moja kwa kupozwa kwenye power station kutoka kilovolt 400 mpaka kilovoti 66 mpaka kilovoti 33 mpaka kilovoti 11 za majumbani. Hoja ya msingi inayopaswa kujibiwa na serikali ni akamtagi Msigo wa Gerson ambaye huyu ni msemaji wa serikali, ni je, umeme wa ziada tunaozalisha tunaopeleka wapi? kama ambavyo Ethiopia inauza umeme wake au ziada, Tanzania inapeleka wapi umeme wake? Je, tukinunua umeme Ethiopia na sisi kuuza kwa nchi jirani, tutakuwa net exporters au net importers kwa umeme? Mwiteni waziri space, mhoji mambo haya, ambapo zitokabwe yeye ameuliza kama Tanzania tuliwai kutangaza tuna umeme wa ziada. Je, huo umeme wetu wa ziada tumeupeleka wapi, ama tunaupeleka wapi? kama tuna taka kununua umeme kwa ajili ya kaskazini kutoka nchi ya Ethiopia. Lakini mwingine ambaye alileta ali mjadala kuhusiana na suala hili la umeme ni waziri wa ardhi, nyumba na makazi mstaafu aliyeaminiwaga na Kikwete na kupewa dhamana kubwa ya kuwa waziri wa ardhi, nyumba na makazi, Mama Anna Tibaijuka ambaye huyu amewahi kuwa mbunge wa kule Muleba wa kipindi kirefu kidogo na vilevile mwanachama mwana wa Chama cha Mapinduzi. Ni mwanasiasa mbobezi na mzoefu, ambaye yeye kupitia ukurasa wake wa mtandao kijamii wa X ameandika umeme kutoka Ethiopia kilomita elfu moja mia tano hadi Arusha unakuwaje rahisi kuliko kutoka Rufiji kilomita mia sita hamsini? Taarifa hii ilitushangaza na hata kutustua wengi, nikaona nijielimishe wahusika wizarani nikaelezwa umeme utanunuliwa kutoka station ya kusambaza umeme hapo Namanga kupitia gridi ya Kenya. Uwekezaji wa transmission line ni wa muuzaji, ingawaje ataikomboa kupitia bei itakayokubaliwa. Pili, sio sahihi kutegemea chanzo kimoja kwa gridi ya taifa, pakitokea dharura Rufiji, basi in nchi nzima inaingia gizani. Inaitwa diversification. Kwa hiyo tuombe serikali ije na tangazo rasmi kuelezea kwa utaalamu zaidi jambo hili la kimkakati na mustakabali wa umeme wa ziada utakaozalishwa, kama upo uwe wa vyanzo vya maji au gesi au jua. Kwa ujumla wake, usalama wa nishati ni usalama wa taifa. Hayo aliandika Mama Ana Tibaijuka, lakini chini ya alichoandika Mama Ana Tibaijuka, Don Panchinesi aliandika huwezi kuwa na usalama wa nishati na wanchi kama diversification ni kuchukua umeme kwa nchi jirani. Diversify means una umeme wa maji, gesi, juu, wa upepo na kadhalika. Pale TANESCO kwenye bodi na hata top management hakuna watu makini wanaojua umeme, wengi wamestaafu. Haya ni kwa uchache sana, nimekuletea wale ambao wamejadili juu ya swala hili la Tanzania kutangaza kwamba litanunua umeme wa kule kaskazini kutoka nchi ya Ethiopia. Wengi wakihoji na kuuliza, Tanzania ilisema umeme ni mwingi mpaka unazimwa, ama Tanzania uh, ilisema tuna umeme wa ziada wa kuzia nchi nyingine. Inakuwa vipi Tanzania tena inajitokeza na kusema kwamba inataka kununua umeme kutoka Ethiopia? Lakini wataalamu hapa wameelezea kwamba uh, umeme kutoka Uh, Dar es Salaam mpaka kaskazini kuna umbali zaidi kutoka kuliko kuna umeme nje, kwani umeme kutoka nje unauziwa unaletwa moja kwa moja mpaka eneo lako la jirani na sio kama wewe unaofuata, hivyo huenda ukapunguza gharama. Hichi ni kitu ambacho kinajadiliwa kwenye mitandao ya kijamii, na mimi nimesema na kule tena, hichi comment yako bachini kwa lolote juu ya hili hapa, hakikisha umesubscribe comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.